Anaumwa anaumwa, saizi ana wiki ya tatu kitandani kalala, anaanakwambia ah, nimemwacha hospitali amelala. Basi mimi nashukuru, ngoja niende nikamuone, kamuone ndugu. Hey, ah, ah, zangu ndio maisha ni wokovu. Bila kuokoka, maisha haendi. Ndio kila well, yes, kitu Ndugu zanguni, hmm. Naona walokole mmekaa hmm. Sasa wenzenu hmm. mnakaa, mnaendeleza Mungu Mungu kila siku Mungu, mwenzenu huko lafa kapigwa hmm. chuma cha reli hivi, mmeenda kumwangalia kweti? Aise, kumbe na huko! Kwani wewe ujui? Ah, nitaenda kumuona mwenzenu. Anajiona hey, nani si nani, brandii nani, sasa kapigwa chuma cha reli sasa hivi, kitandani kakaa, ana kazi kakaa kitandani karibu Mungu awasifiwe. Amina Bwana Yesu asifiwe. Nikuja mwanangu dogo yangu nasikia anaumwa. Ah, kumbe mnafahamiana naye? Ndio. Kweli kanihadithia story moja nzito sana kwenye maisha yake. Kitu ambacho mimi ninakijua, watu wengi wana uwezo na karama ambazo Mungu kawapa, ila shida tu; aidha hawajitambui kwamba wana uwezo au wanatambua kwamba wana uwezo ila namna ya kuutumia huo uwezo waliopewa ndio inapokuaga shida lakini mimi ninakwambia uwezo unao, na inawezekana kabisa huyu mgonjwa wetu akainuka. Ninakuamini umeokoka na unaye Roho Mtakatifu, naomba uweze kufanya hiyo kazi. Amina. Amina Baba, katika jina la Yesu naomba mbariki huyu mwana wako, maana tuta mbinguni na duniani ili tuja kukuhudumia mfalme. Na ulisema, naulisema aombaye atanisikia E hey Baba, katika jina la Yesu. Tazama mtoto wako mita, miaka mitano kwenye kitanda. Na wapo wazee, weka miguu yake saa, uweke nguvu zako kwenye miguu. Haya, achia miguu, achia miguu moja, achia miguu. Miguu. Na mikono yake na mtoto nguvu katika. Baba, katika jina la Yesu, hey amka, amka katika jina la Yesu. E Mungu wangu. Nimeweza kusimama tena. Namtembea. E hey. Wow. Wow. Nilikuambia, hongera, hongera, hongera, hongera. Hongera, hongera. Hongera. Hongera. Ayubu alishinda, nawe utashinda. Amin. Nilikuambia kwamba uwezo ulio ndani yako una uwezo mkubwa wa kufanya watu waweze kuinuka kitandani. Na imewezekana. Amin. Amin. Endelea kuamini katika uwezo wako. Asante sana. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu, andika Victor Mshindi. Mafunzo yote ya siku 30 za mfungo nitakuwa na Arusha humo. Asante, tukutane tena kesho. Amen.